Hello, habari zenu wapenzi wa Kiluvia Dreadlocks, eh, karibuni katika chaneli yenu pendwa. Leo nataka niwafundishe namna ya kuunga dread na namna ya kufix nywele ambazo zimeharibika na msuko au zimeharibika kwa kufumua bahati mbaya eh, kitu kama hicho. Sasa, hatua ya kwanza mnavyoona, hiyo ni nywele ambayo imekatika. Hatua ya kwanza unaanza Umua kama hivyo, unaifumua nywele yako kama hivyo inavyoonekana kwenye skrini yako. e, nimewambia kwamba nitawafundisha namna ya kufiksi nywele ambayo imeharibika na namna ya kutengeneza dredi zenu na kurepea na kubana. Sasa na hiyo dredi nyingine unaifumua kama hivyo inavyoonekana, unaunganisha kama hivyo unaunganisha then unachukua sindano yako, unaanza kupiga kushoto kulia, kushoto kulia, kuhakikisha kila nywele inakaa sehemu yake. Jamani, hiyo ni hatua muhimu sana ya kuunga nywele. Jamani, kuunganisha nywele, watu wanaunganisha nywele kwa dizaini nyingi sana. Kuna watu wanaunganisha nywele eh, kwa kutumia sindano eh, uzi wa sindano. Kuna watu wanaunganisha nywele kwa nywele sisi kitu ambacho tunachokifanya hapa ni tunaunganisha nywele kwa nywele kama unavyoona. Sisi tunaunganisha nywele kwa nywele, hatuunganishi nywele e, na uzi, la hasha. Sasa utaendelea kukazia nywele zako kwa kuchomachoma hivyo, jinsi inavyoonekana, utakuwa unachomachoma jinsi inavyoonekana hivyo. Hakikisha nywele za ambazo za mteja na hiyo extension yako unachomachoma ili nywele zako zikae vizuri. Nimewambia jamani, madarasa yapo ndani e, ya Kiluvia Dread Locs. Kama wewe ni bado mpya e, katika chaneli yetu, tunakukaribisha sana katika chaneli yetu ya mafunzo e, kama una lolote, una swali, una maoni, una ushauri, usisite kutuandikia chini kwenye comment. tuandikie chini kwenye comment tutasoma maoni yako na tutayafanyia kazi jamani Tunaombeni sapoti yenu sana ndani ya Kiluvia Dreadlocks, tunahakikisha kwamba e, tunafikisha kile ambacho mnachokihitajia nyinyi. Sasa basi, utaendelea kupiga e, sindano nywele zako kama jinsi inavyoonekana hapo. Hakikisha unaikazia na sindano. Sindano ambazo unazotumia mimi ni sindano za milimita 0.07 milimita 0.08, milimita 0.09, nayo pia sio mbaya. Usije ukatumia masindano makubwa, kwa sababu ukitumia masindano makubwa automatic hautaweza kupata nywele jinsi inavyotakikana. Chomachoma hivyo, hakikisha nywele yako unaichomachoma mpaka unapata kitu ambacho kinachotakikana, nywele inakuwa ngumu. Kuna wengine ambao wanaotumia mashine kwa ajili ya kufiksi nywele, hilo sawa, halina shida, ni kila mtu na mtazamo wake. Jamani, kama una mashine ambayo unahisi itakurahisishia kazi ya kufanya, ni jambo jema, ni sawa, unaweza ukatumia mashine, kwa sababu dunia ina move, dunia inaenda, so nawe mashine pia ni nzuri e, kwa kutumia pia inaokoa muda, lakini kama hauna mashine, unatumia njia yetu hii hapa, njia yetu ya asili ni njia yetu nzuri. Ehe, unatumia kwa ajili ya kuunga nywele na nywele zako zinakaa vizuri. Hatua ya kwanza umeona, hakikisha pia unaipikisha nywele ehe, kama unavyoona, umeona jamani nywele jinsi zinavyokaa unaendelea kuikazia nywele kuhakikisha kwamba nywele zako zinakuwa katika muonekano mzuri. Ikazie nywele yako ili nywele iendelee kuwa na muonekano mzuri kama hivyo. Unachoma kushoto, kulia, kulia, kushoto, kushoto, kulia, kulia, kushoto. Jamani, kama wewe bado ni mpya eh, subscribe channel yetu, like na toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Kama kuna sehemu yoyote ambayo unahisi haujaelewa au kuna sehemu yoyote ambayo unataka kuuliza, basi tuulize, utuandikie maoni yako hapo, tuandikie maoni yako. Aya jamani, angalieni nywele yetu jinsi ilivyonyoka. Jamani, umeona nywele jinsi ilivyonyoka? Umeona hiyo nywele, tumeunga nywele kwa nywele, hatujaongeza uzi wala nini. Tumeunga nywele kwa nywele, jamani. Mafunzo yote utayapata hapa hapa ndani ya kilu via dreadbox. Kwa hiyo tunawasisitiza sana mwendelee kutufuatilia. Sasa nywele nyingine, angalia hiyo nywele anataka kukatika. Umeona hiyo, umeona hapo, kuna lose. Umeona hiyo nywele ya mteja inataka kukatika, na mteja na yeye anahakikisha kwamba kuona kwamba nywele yake hiyo imebakia sehemu ndogo kabisa ikatike. Sasa sisi tunakwenda kuifix dakika mbili tu. Hatua ya kwanza unaikunja nywele yako kama hivyo, mona tulipoikunja hivyo, unaikunja hapo, unaikunja jamani, kama hivyo, narudia tena, then unaanza kupiga kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, unaipiga na sindano kushoto kulia, kushoto kulia, kuhakikisha kwamba hiyo nywele kwanza inakava kwanza hapo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Unaipiga nywele kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia, hakikisha usilipue kazi, fata prosesi jinsi inavyotaka ili kupata kitu kizuri jamani. Uungaji upo uungaji wa dizaini nyingi, lakini hapa nakufundisha uungaji mzuri ambao ni rahisi kwako wewe na haiwezi kukusumbua. Utafanya pia kama vile kuchomachoma nywele yako, utachomachoma nywele yako Ehe, utachoma choma, ukiangalia kwamba nywele yako je, ipo katika mwonekano ambao unaotakikana, huku ukiwa unachoma nywele yako, kuangalia kwamba je, ipo katika muonekano ambao unaotakikana. Hii nywele tunakwenda kuifix, na hii nywele ni nyembamba sana. Sasa nywele nyembamba ina namna yake, namna ya, ya kufiksi kwa zile nywele ambazo zilizokatika, jamani so uwe makini sana. Kuna nywele nene, kuna namna ya kufix nywele nene, kuna namna ya kufix nywele nyembamba. Sasa inabidi kuwa makini sana kujua kwamba hii nywele ina size gani, na ya, nikitaka kuifix kuitengeneza ikae kwa style gani hapo tena, kwa sababu nywele yetu nye nyembamba tunaongezea extension jamani. Umeona extension hiyo, unakata nywele zilizochambuka, then una add una add kwa ku zungusha kama hivyo, unazungusha sehemu ambapo umeunga, sehemu ambapo umeunga ni, ni pembamba sana, panaweza pakakatika muda wote, wakati wote. Sasa unaziongezea extension jamani, kama hivyo ninavyofanya mimi. Umeona jamani navyofanya hivyo, naongezea extension nyingine kwa juu yake. Sasa unahakikisha unakava lile eneo ambalo liloathirika na msuko, lile eneo ambalo kwa namna moja au nyingine nilikuwa limeathirika na msuko, then unakazia kwa kupiga sindano jamani, unakazia vizuri kwa kupiga sindano. Extension yako mimi nimeweka uh, nywele yangu hiyo, kulingana na kwamba nywele ya mteja the way jinsi ilivyo. Kama nywele itakuwa ime, imeathirika sana na, na msuko utaendelea kuadi extension, extension yako iliyochambuka. Kama nywele itakuwa imeharibika sana utaendelea ku add extension yako, lakini kama nywele itakuwa tu ipo nomo haikuharibika sana, utaweka extension kidogo tu. Na kwa wale ambao wanaotumia mashine, wao watatumia mashine, kwa sababu mashine pia inawarahisishia kazi. Lakini kwa sisi ambao labda bado teknolojia ya mashine haijatufikia, unatumia mkono na unafanya kazi vizuri kabisa. Jamani, unatumia mkono na unafanya kazi zako vizuri bila shida. Hapo kama mnavyoona hapo, nywele yetu inaelekea katika eh, hali nzuri, hali ya kuridhisha kabisa. Huwezi kusema kwamba hii nywele ndo ile nywele ambayo imekatika. Umwambia jamani, madarasa yapo, unaendelea kuwafundisha, uhakikishe kuwa mnapata kile kitu ambacho mnachokihitaji. Tena tunawafundisha kwa lugha ya Kiswahili kabisa, na tunatoa fursa kwamba kwa wale wote ambao watakuwa bado hawajaelewa kipengele chochote, mtuandikie kwenye komenti hapo, tutawaelimisha. Na pia kwa wale ambao e, wanahitaji kuona kazi zetu zaidi, kwa ukubwa zaidi e, Chukua namba za simu hapo 0654 ambazo zinazoonekana hapo 731781. Piga hizo namba lakini, usitume message ya kawaida ila tutafute WhatsApp. Tunaomba jamani, mtutafute WhatsApp. Angalia hatua nyingine, kama unavyoona, just imagine nywele ya mteja ilikuwa imekatika kabisa, lakini kama unavyoona hapo nywele tunaifixi haionyeshi alama yoyote kwamba nywele inakatika. Jamani, naombeni nifatilie vizuri, muone tumeitengeneza nywele ya mteja ambayo ilikuwa imekatika ina, kabisa inataka kukatika. Tumefix nywele kwa dakika kadhaa tu. Kwa hiyo kwa wewe ambao unaonifuatilia, natumaini hatua hii utakuwa umeielewa, kipengele hiki utakuwa umekielewa vizuri sana. Hatua ya mwisho ndo kama hivyo. Ukishatengeneza unafikicha nywele, angalia nywele yako ipo soft kabisa. Nywele ambayo ilikuwa inataka kukatika, lakini haionyeshi kwamba nywele inataka kukatika. Jamani, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili sasa tunakwenda kurepea nywele zetu. Nimewaambia, eh, ili kurepea nywele lazima nywele ziwe na unyevunyevu, lazima uzi moisturize nywele. Hapo nilipo nimepiga pampu. E, nachukua mafuta yangu naanza kuchana nywele zangu kuanzia chini na apply mafuta. Kuna watu wengine e, wao wana uh, wanachana tu nywele wana, wanaanza kureke, kurekebisha nywele. Kuna wengine wanapaka tu mafuta kidogo. Kuna wengine e, wao e, wanapiga sindano. Jamani, urepeaji yupo wa design nyingi, lakini mimi kama mimi nakufundisha urepeaji ambao unaojua mimi na, siwezi kusema kwamba urepeaji fulani uko sawa au urepeaji fulani hauko sawa. Mimi nakufundisha kile ambacho unachokiona kwa namna moja au nyingine, ukikifanyia kazi utapata faida, utapata wateja na wateja watapenda. Au kwa wewe ambaye ni mteja unayeangalia kefu hii, uone utofauti wa urepeaji wa sisi tunavyorepea na watu wengine. Wewe mwenyewe uone the way jinsi tunavyotengeneza nywele. Jamani, ukianza kurepea, kitu cha kwanza cha kuzingatia kwanza, hakikisha nywele zako unazi moisturize. Unaziweka nini? Unazipiga maji kidogo, hii ni muhimu pia itakusaidia katika swala la wale ambao eh, ni bigina wanaoanza kuwa wanatumia mafuta mengi sana katika swala la kurepea. Sasa mteja hapendi bugha ya mafuta jamani, wateja wengi hawapendi kuwekwa mafuta mengi sana kichwani, so jitahidi kubalansi mafuta. Na kusema kwamba jitahidi kubalansi mafuta ni kwamba, uh, usiweke mafuta mengi sana kwenye nywele na pia usipunje sana mafuta kwenye nywele mimi nakuambia ukweli, unatakiwa ufanye kitu kwa kubalance, ufanye kitu kwa kubalance mafuta, uyaweke kidogo, lakini pia e, ukiwa unatengeneza nywele zako kuna vitu vya kuzingatia, kuna product ambazo unatakiwa uzitumie e, kwa ajili ya kuweka nywele zako sawa, kwa ajili ya kuweka nywele zako katika mwonekano mzuri. So kama utazingatia kutumia hizo product Eh, kwa wakati sahihi, hakika nywele yako itakuwa na muonekano mzuri. Ah, nimepita video nyingi, nimeona tu watu wana, eh, wanaanza kutengeneza dreads nini kama hivyo, lakini hawasemi eh, ukweli kuhusiana na kitu gani ambacho kinachofanya nywele inakuwa inang'aa. Jamani, mimi nawaambia kabisa kwamba kuna product ambazo zipo zinafanya nywele zinang'aa. Dread sasa hivi imebadilika dread imekuwa na ushindani mkubwa sana. Uh, lakini kwa wale ambao wanaohitaji product, labda niwaelekeze kuhusiana na issue ya product uh, tutawaambia kuhusiana na hizo product uh, msiwe na haraka, mtuvumilie. Tupo pia katika kufanya utafiti kuangalia namna gani kwamba ipi ni product ambayo ni the best product ambayo itakuwa ni the best, tutakuja nayo hapa, tutawaambia hapa. So hatua nyingine ambayo mnayoiona hapo ni hatua ya kurepea nywele jamani, hatua ya kurepea nywele kwa wale bigina, nimewaambia hakikisha nywele zenu umesh, zinakuwa na unyevu unyevu kidogo, ili hiyo itawasaidia kwamba kwa wak kutunza Eh, mafuta mafuta yasiende mengi. Na pia unapotengeneza nywele zako, usitengeneze nywele mara mbili mara tatu ukalaza nywele. No jamani, please. Usitengeneze nywele mara mbili ukalaza jamani. Wale bigie na mimi nawaambia, kwa wale wanaoanza kujifunza kutengeneza dread, usifate watu ambao unaona wanatengeneza nywele mara moja mara mbili then wanalaza Hembu chukua nywele ipikiche vizuri kabisa, hakikisha maoteo yote ya nywele kuanzia chini mpaka juu, maoteo yote unayasafisha. Hiyo itakusaidia e, mteja wako, au itakusaidia wewe kama mteja, nywele zako kuwa vizuri. Lakini kama utatengenezwa e, dread, mtu ametengeneza tu dread, ame, amesokota mara moja mbili, akalaza, alafu then haweki loki hiyo loki inawewekwa hapo, ni loki ya muhimu sana kwenye nywele, zinakusaidia wewe katika nywele zako zisiwahi kuchoka mapema. E, zinakusaidia wewe nywele zako zisiwahi kutetereka mapema. Sasa utaweza ukakuta labda, uh, kuna baadhi labda ya mafundi wanatengeneza nywele kwa kuweka loki. Sijajua ufundi huu umekaa vipi, lakini kwa mimi jinsi nilivyofundishwa kwamba nywele ukitengeneza angalau iweke loki kiweka loki nywele hapo chini, loki ambayo haiumi. Jamani, kuna watu wanaweka loki nywele, nywele zinauma, so kuwa makini. Loki zingine zinauma, kichwa kinauma, so inabidi kuwa makini sana. Kila kitu nimewambia, mnafanya kwa kiasi. Loki utaweka kwa kiasi, eh, mafuta utaweka kwa kiasi, lakini hapo hapo unatakiwa dread zako uwe umeoshia ume shampoo mzuri hapo hapo unatakiwa eh, dredi zako huwa umepaka mafuta mazuri, uh, kwenye ngozi. Hapo hapo dredi zako unatakiwa huwa unatumia shampoo, na uh, unatumia stimii nzuri unatumia na kondisheni nzuri, kwa ajili ya kutunza uh, dredi zako. Jamani, tusikariri maisha, dunia inabadilika. Dredi sasa hivi zimekuwa za muonekano sio tu unakuja unasokota dredi then unaondoka. Lahasha. Dredi sasa hivi tuna, inawekwa steaming dredi. Dredi sasa hivi, eh, dredi. Dredi sasa hivi una, inapakwa mafuta mazuri ya ngozi kwa ajili ya kuzuia miwasho, kwa ajili ya kuzuia mba, kwa ajili ya kuzuia eh, nywele kuwa kavu, ngozi kuwa kavu ya chini. Dredi imekuja kuwa eh, nywele moja nzuri sana, nywele zenye mwonekano mzuri sana sana sana. So mimi nawashauri mabosi zangu ambao e, mnaoangalia video hii, na ninawashauri wale ambao wanaojifunza, kwamba jamani, inabidi kuwa wabunifu, kuwaletea wateja vitu ambavyo ni vya kitofauti. Usiishi maisha kwa kukariri. Yes, wapenzi wa Kiluvia dreadlocks, napenda kuambia kwamba video hii ina muendelezo. Hapo nitakuja kuwaonyesha namna ya kurepea dread vizuri. Nitakuja kuwaonyesha namna ya kubana style vizuri na pia nitakuja kuwafundisha namna ya kuweka style yako vizuri katika mfumo mzuri. So video hii ina muendelezo. Jamani tunaombeni msubscribe, mlike channel yetu, watch part 2.